Bunge Power. Power. Bunge Power. Power. Kwa majina anaitwa Mheshimiwa Jared Ishmail kutoka Kitutu Central Ward. Leo tena tumerudi hapa kwa sababu tunataka kuambia watu ukweli. Bunge la mwananchi la Kisii linaongea ukweli na ukweli mtupu kabisa. Naanza kwanza kwa maneno ya Aden Duare. Aden Duare anafikiria hii Kenya ni ya mama yake. Juzi alikuwa anaambia Isaac Ruto huyu we wa Bomet ati pesa si ya nani? Pesa si ya mama yake. Sasa medhani Kenya ni ya mama yake, mpaka anataka kutufanya vile anataka adandware ile kitu. Mkisia anaogopa ni uji moto nyuki, hakuna kitu, ati, ati, kitu tuanze kuogopa kifo. Kifo atuogopi my friend. Sisi atuogopangi kifo. Kwanza Anthony Kibagendi alisubaa sana, angemalizana na wewe kama ade, kama Kibagandi alikuwa shida na wewe, mbona ulikuwa unasomea wa Nandi na yeye pia ulikuwa unamsomea? So which means wewe, hiyo arrogance yako unataka kuonyesha Wakenya kwamba wewe unajua sana. You are not above the law na sisi tunakuambia hivi, wewe funga hospitali zote, wacha zile zenye za rais zenye zinafanya kazi zifanye, lakini hizi zingine wee fu za wadosi wote, wacha wa kuprime wewe zifanye kazi lakini hizi za watu wa chini wewe funga kabisa, wakufe. Mukiingia ofisini NHF kuna pesa zilikuwa zimebaki ndani mulipanguza yote, ndio sasa mkakuja na maneno ya uongo wa sha na shivu. Sisi tunawaangalia, tunawaangalia kabisa, na lazima Kenya iende mbele. Ile kitu tunataka kuambiana watu wetu wote wa Kisii, sisi wote tushike kura kura yetu ndiyo itatoa wangwana kwa uongozi. Ruto chenye alijimaliza ni kupromote wanasiasa kuwaweka kwa, kwa ministry zenye awafai. Aden Duale ni mwanasiasa amekuwa miaka ishirini bwana akiongoza eh? amekuwa leader of majority miaka kumi, lakini sasa hivi anaambia watu wao ni one term. huwezi nitisha kukua one term kukua two term uwezi saidia mtu Aden Duale, wewe fanya kazi hiyo tu ndio tunaweza kuambia na na kitu kingine nilikuwa nazingatia singa kabisa, sisi si lazima tukuwe na chama na ile chama yetu tumeamua kuchukua ni Jubilii, na Jubilii iliongoza miaka tano, Jubilii haikuongoza miaka kumi. Chenye nataka kurekebisha watu, Jubilii iliongoza miaka tano, so ile tano yenye ilibakisha ni ya Matiangi.